Tisa, people often expect immediate results. Watu wanatamani matokeo ya haraka sana. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukashangaa kwamba kwa nini watu wanataka matokeo ya haraka sana, hiyo ni human behavior. Watu hawataki vitu vya kuchelewa, especially sasa kwenye karne ya 21 ambapo social media technology AI, ChatGPT na hata kwa watoto wetu unakuta kwamba vitu vinaenda faster sana. Kwa hiyo saikolojia ya watu sasa hivi, anabonyeza mafanikio yanakuja, anawasha hata mwanga unakuja. Kwa hiyo wanaamini kwamba vitu vinaweza vikaja kwa haraka, na ndio maana watu wanatafuta get rich quick schemes ili aweze kufanikiwa kwa haraka, people want fast results. Hiyo lazima uijue.